Ulisema utatufundisha utatuelekeza tena utatuongoza njia tunazopaswa kuziendea ndivyo ulivyo, tena Bwana. Hata wakati huu, Mungu wetu, ninakushukuru kwa sababu hakuna hata moja ambayo utatuachia, maana ya kwamba, Mungu, tulichokiomba wewe. Ni Bwana uliyesema tuzilete haja zetu mbele zako, ukasema tukuite nawe utatuitika. Wakati huu na majira haya, Mfalme wa Amani, ninaamini ya kwamba Bwana umeisikia sauti hii, Mungu, na hata mahitaji yetu umeyasikia, Bwana, nasi tunasema hakika tunakurudishia heshima na utukufu tumepokea sawa sawa na jinsi ambavyo Bwana umetubarikia na kushukuru Bwana, nasema hakika sifa na utukufu tunakurudishia wewe, Mtakatifu, Bwana wa majeshi. Asante Yesu, amini. Wetu. Hmm. Kuna tatizo gani kindoni? Wakati watu walikuwa wananisema na kuniita mimi ni mchawi. Kwani bibi, mimi ni mchawi? mane mane na mtaani nataka kukuletea na naomba za kibiriti. Naleta maneno ya mitaani huko. Mimi nataka nipike, nimalize hapa nikatafute sehemu nilale, gani naletea maneno ya mtaani? Kani kasema, kwa nikafanya hivi. Domda hata unatuma unaenda kuleta maneno. Shika. Peleka ndani, niletee sufuria na mwiko. Fanya haraka unashangashanga nini? Bibi, maji haya hapa. Hmm. Naenda kucheza. Sawa mjukuu wangu, lakini unapokwenda usichelewe kurudi. Halafu pia kuna vyombo umeviacha pale ulivulia chakula, hakikisha unawahi kuvifanyaje, kuviosha. Kwa, kwa, kwa hiyo nenda kakae mpaka saa kumi na mbili unijie hapa saa kumi na mbili wakati unaona kabisa mimi nimezeeka. Hamna bibi, sichelewi. Haya. Nakamwambia siku moja itokea mama mwanae. Sasa we mwanaye alikuwa ni mjeuri hivyo. We mama, kwani unashinda kwenda kuosha vyombo mpaka nitume mimi? Mimi nimechoka, mimi sina muda, mchafu wakatoto chea mdogo wangu

Bibi, bibi umerudi, mko hivyo bibi? Mimi nilipoenda kucheza watoto wenzangu wamenikimbia kwa sababu mi katoto nasichezi na. Hebu nyamaza bwana, nasemaje? Nilipoenda kucheza watoto wenzangu wamenikimbia oh. Kwa si sababu amekatana na wazazi wao sicheze na mimi kwa sababu mimi ni mchawi. Mchawi? Ndiyo. We mjukuu wangu bwana wewe. Unaona mimi bibi yako sichezewi na mtu. Na wewe mjukuu wangu sitaki mimi uchezewe na mtu. Wala ujaribiwe na mtu. Sawa? Umenielewa? Hebu toka. Toka toka toka toka. Eh, beba. Nenda kaosha vyombo huko. Hiyo mboga peleka ndani. Mchawi mchawi, usilete neno ya waja hapa. Muangalie vile. Na nauoshe vyombo vitakate hivyo. Binadamu na wamezidi, kila wakati mjuku wangu mchawi mchawi. Wao sio wachawi, na wale wao wamjaribu waone. Kete kete bwana, bwana unajua. Kula kula. Kula kula, wewe bwana wewe kula, lazima kuoga hiyo, lazima bwana. Wewe ulikuwa

Ili nawaambia mfanyie kazi. Bwana, huyu mtu asharogwa huu. Sawa, ila kazi zipo. Hata ufanye kazi vipi usharogwa, usharogwa mtu anayeona anafanya kazi. Achana naye huyu kaka, achana naye, achana naye. Wewe tu ondoa kaka tuchanganye. Wacheza draft basi. Achana naye huyu bwana. Wewe unaenda zako bwana. Hata bora bora bora cheza. Hebu tulia basi ushaje buruga. Buruga unacheza hivi, mwanangu unacheza upande upande hivi. Bwana wewe cheza. Wewe unacheza hivi mimi nakuwa. Cheza vizuri basi. Ah, wewe ona sasa umeshadi mtu kia kitu. U, nimekwambia kwa habari hizo au? Kwanza umenitoaje ume, ume, ume wanws uh, menipa bure mwenyewe wewe hivi au hivi? Baba, ndugu zangu, tumeitana hapa kwa sababu kila mtu anafahamu kero tunazozipata kuhusiana na familia ya kina Katoto. Familia ile inatutesa sisi hatuishi kwa amani. Na hatuwezi kuendelea kuishi kwa wasiwasi kwa sababu ya wa watu mmoja. Familia moja tu si tuishi kwa shida. Hivyo basi, Nia kuu ya kuwaita nyinyi wote hapa, leo tunabidi twende kwa mjumbe tumweleze kindani ndagi kuhusiana na familia. Eiza iondoke au la, yeye ndo atakayejua. Nyinyi mnasemaje ndugu zangu? Yeah! Yeah! Yeah!

Njumbe, mm, si tumekuja hapa kwa mm, swala moja tu kuhusiana na familia ya Katotoo. Watu tunaishi kwa shida, tunapata tabu, tunaishi kwa watoto wa shida kwenda shule, yani mambo kwa shaka hapa. Nisemaje? kwa hiyo tunachohitaji hapa kwa namna yoyote familia ya ka waondoke kwenye ujikivyo un... vyote, iwe kwa nguvu ama yari, waondoke sasa. mnasikia wale watu ni wachawi. Mimi wale watu si watu wa kufanya masiara. Sawa. Mimi hapa. Mjumbe, wewe ni mwoga unaogopa. Wanasema mjumbe hawawi lakini wewe mjumbe, wewe mwoga unaogopa kabisa. Nashangaa. Sasa shida yenu kubwa ni nini? Tumekuja kwa mjumbe?

Awa, mwenye moja na mweleo mjumbe, yaani sisi, hmm, mita yetu imechafuka kwa wachawi, hatupati mafanikio, hatupati kitu chochote kile, haku natuambia sijui nini sijui okay, nini nini. Sasa subiri, tunaenda kwa mwenye kitu. Acha naye huyo, ipenda ndio maana nimekuoa. Nini, nini? Ungi ndoni oye Oy. Ungi ndoni safi. Jamani, ndugu zangu, wananchi, huwaga vikao vyote nimezoea ni mimi ndo nawatisha kikao, lakini leo cha kushangaza kwamba nyinyi wananchi leo ndio mmeita kikao. Sasa kwa heshima na taadhima kubwa basi, moja kwa moja naomba niwakaribishe na mniambie kwamba e, shida kitu gani, tumeitiana nini katika kikao hichi? Karibuni sana jamani, karibu ndugu, ili ili jambo na kina Katotoo nikucheza na kwenye mtaa wetu, mwenyekiti, tumefungua biashara zetu aziendi. Mimi nimefungua biashara ya mtaji wa milioni moja na laki sita lakini mauzo yanafanyika, vitu dukani vinaisha, lakini hela tuoni zinaenda wapi? Hii familia bwana inatu, inatu, inatu, inatu, inaturudisha maendeleo nyuma. Mimi kwa niaba ya wafanyabiashara wenzangu, ili jambo talipenda mwenyekiti, fanya jambo. Akinato ni akina nani? Kan watu sisi, sisi raia raia wema. Kama vile watoke milango ni hayo. Asante sana mwingine, karibu mama Mwenyekiti, kwanza, tumetoka kwa mjumbe, mapokeo leo tupokea tofauti kabisa, ndio maana tumeamua kukimbilia kwa kwa hapa timisho la mwisho cha kwanza, kwa tunakuomba tusaidie, maana kama mimi hapa ni mfanye biashara, mtaji wangu ulikuwa mkubwa tu, ulikuwa laki moja, lakini sasa hivi nauza mboga ambazo mtaji wake wa elfu saba. Mimi ni dada ambaye nategemewa, nina mtoto, nina mamaangu mgonjwa, na hii sio mimi, nitaji kwa wafanyabiashara wenzangu kama vipi hao watu, basi wafukuzwe au mtaa, kwani unaangania wa nini Mwenyekiti? Hiyo mzuri sasa, bwana eh, kwenye utaratibu huo, kwa sababu katiba inatuambia kwamba kila Mtanzania ana haki ya kuishi popote, na kama ana haki ya kuishi popote na huyu huyu mnamsema nini bibi yake Katotoo na huyo Katotoo mwenyewe pale? Sio kama wamepanga pale, ni nyumbani kwao. Kwa hiyo wana wana haki yote ya kukaa pale e, pasipokuwa pasipokubuguziwa na mtu yoyote. Sijui mnanielewa vizuri. Sasa, kwa mantiki hiyo, mimi kama mwenyekiti maswala yanaendelea katika mtaa wetu, hata mimi pia yananiuma ananiuma kwa sababu kila raia wangu wanalalamika, kwamba leo imekuwa hivi, kesho imekuwa vile, leo imekuwa hivi. Lakini sasa kutokana na mimi ni mtu wa serikalini, nikisema niungane mikono na nyinyi wananchi wangu, hiyo ni moja kwa moja kuleta matatizo ndani ya mtaa wetu. Sijui tunaelewana? Sasa basi kufanya mimi naona tufanye jambo moja, jambo linatakiwa tufanye. Mimi bwana nitateua watu kama watatu au wanne, ili mradi tukae na tuzungumze na tujue tatizo hili tunalisovu vipi. Sijui tumeelewana jamani? Na hiyo yote nafanya hayo yote kwa sababu ushirikiano mlioonyesha nyinyi wananchi wangu ni mzuri. Kwa, kwa fursa hiyo, ndugu zangu, wananchi wangu, mimi kufikia hapo mpaka sasa hivi nafunga kikao, na nikishafunga kikao, wale watu nitakao wateua basi ndio tutakaoenda kutoa ushirikiano wa swala hili ambalo linatuumiza sisi vichwa. Asanteni sana, mimi mwenyekiti nafunga kikao, jamani. Mwenyekiti, mimi nadhani ule wito uliotuambia tuje nichague vijana watatu kwa ajili ya kujadili lile swala nimelitikia, na vijana ambao nimewachagua ni hao hapa, ambao unaona mbele yako. Nimekuja mbele yako mwenyekiti ili tupate mwafaka, tutafanya nini? na ukiangalia wananchi wako kama hivyo wanalalamika. Sasa ndugu zangu, ni hmm. Mmefanya jambo zuri sana kufika hapa, lakini mimi ni mtumishi wa serikali na kama mtumishi wa serikali, kama mnavyojua, hakuna asijua kwamba serikali haiamini ya kabisa kabisa swala la uchawi. Sasa basi tufanyaje? Sasa, ndugu mwenyekiti Naona swala linapoelekea na kuwa gumu mimi ningeomba ufanye kitu kimoja hapa. Hmm. Sawa sawa, nimeshaelewa kwa hiyo zingatieni makubaliano yetu, na hakikisha kazi yenu usiku wa leo naimaliza. Naomba tuende chole. Msije mkafanya tukakosana. Hii ni kazi hatari sana.